Tunapotekeleza mkakati wa uchumi wa kidigitali, uwekezaji kwenye tehama ni muhimu sana. Hivyo tutaendeleza kazi ya kuhakikisha mifumo yetu inasomana ikiwemo mifumo mipya itakayoanzishwa. Tutaongeza matumizi ya teknolojia za kisasa ikiwemo akili unde ili kuboresha utendaji kazi na utoaji wa huduma kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote, UKSAF na kampuni za watu wa huduma, tutahakikisha huduma ya mtandao inawafikia watanzania wengi zaidi, ili wasaidie kujiunga katika mifumo ya upatikanaji wa fedha na mitaji, yani financial inclusion, na kukuza biashara zao. Tutajenga pia chuo cha teknolojia ya kidigitali ili kuwajengea vijana wetu uwezo wa kushindana katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia.